Watazamaji wetu wa TV Kongo, na nawasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo, ningependa kuwakaribisheni tena katika kipindi chetu cha Mwanga wa Matumaini ambaye tunawaletea leo kipindi cha unabii. E, kwanza ningependa kuwakaribisha katika stesheni hii ambaye tunapeperusha nayo kipindi hiki kutoka katika hoteli yetu ya kipekee Golf Hotel hapa mjini Kakamega. Pia ningependa kuwapongeza ama kuwapa kongole wasimamizi wa hoteli hii pamoja na wafanyakazi wote kwa sababu wanafanya kazi nzuri. So ningekaribisha mgeni yyote ambaye anatembelea mji wa Kakamega, nakuomba utembelee hoteli ya, ya Kakamega ambayo inaitwa Golf hapa mjini Kakamega. E, siku ya leo tunaenda kujifunza kipindi cha unabii. Unabii ama profesi, unabii ni jambo ama ni kipindi ambacho inatuelimisha kupitia katika ujumbe wa mwenyezi Mungu. E, kabla nianze hebu natuombe. Baba na mungu wetu, nasema ni asante maana Jehova umependa siku hii ya leo tupate kujifunza katika kipindi chako cha unabii. Baba hebu, kwa kiongozi, kwa mlinzi, mtubariki tunapojifunza katika jina la Yesu, naomba tukuamini. Amen. Tunaweza kujiuliza ya kwamba unabii ama profesi ni nini? Nabii, nabii ni nani? Neno nabii katika Kibrania inaitwa nabi, ambaye eh, kwa Kigreek inaitwa prophetize, inamaanisha ya kwamba mtu ambaye ametengwa ama ananena kwa niaba ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kazi ya nani? Hiyo ndio kazi ya nabii. Na nabii Sio lazima tu hawe mtu anatabiri mambo yajayo peke yake bali anafanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hebu tuangalie kazi kuu ya nabii ni gani? katika kitabu cha e, Amosi tatu mstari wake ni wa saba ambapo inasema kwamba hakika Mungu hatatenda neno lolote pasipo kuwafunulia manabii siri yake. Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu hawezi tenda neno lolote pasipo kuwafunulia manabii wake ama watumishi wake neno kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona kwamba manabii wamekuja kufanya kazi kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Sio, tunataka kuona kazi kuu ya manabii ni gani? Na nitazungumzia tu eh, kwa ufupi eh, kazi kuu ambaye ni kazi nne ambaye manabii walikuja kufanya katika ulimwengu huu, kwanza E, kazi ya kwanza ni kuwafunulia watu mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Hiyo tumesoma katika kitabu cha Amosi tatu saba. Haya, kuwaonya watu dhidi ya makosa yao. E, kuna e, watu ambayo wanatenda dhambi lakini nabii alikuja kutoa maonyo kwa watu wa nani? kwa watu wa Mungu, kuwaonya watu makosa yao ili wapate kukua katika, wamenyoka katika njia ambayo ni nzuri. Hiyo tunapata katika kitabu cha Isaya 51 hamsini na nane moja. Isaya hamsini na nane moja ambayo inasema pasa sauti kama tarumbeta, waambie watu makosa yao. Hiyo ni kazi ya nani? Kazi ya nabii, kuambia watu makosa yao ili wapate kufuata nani? Kristo ambaye alikuja kutukomboa. Tukiendelea ya tatu inasema kuwatia matumaini ama kuwapa faraja. Kazi ya nabii ni kuwapa watu matumaini katika kazi ambaye ni ngumu kuwapa faraja. Tunaona kwamba unaweza zunguka wiki nzima e, unazunguka na pale umechoka, lakini unapoenda katika migoni pa Yesu, nabii anakutia nini? Anakutia nguvu, anakutia matumaini, anakupa faraja ili upate kufanya nini? Ufarijike mioyo katika matesa ambayo umepitia. Hiyo unapata kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:3. Naona kazi nyingine ambaye ni ya nne, kazi kuu ambaye ni ya nne kutoa mwongozo wa kiroho katika makanisa. Tunaona katika makanisa pasipo nabii, makanisa mengi yana yanaangamia kwa sababu gani? Hawana mwongozo kamili. So nabii ambapo ako katika kanisa anapeana mwongozo kamili, ama anapeana hali faraja katika hali ya kiroho, anajenga kanisa kupitia kupitia njia ya kiroho. So nabii kazi kubwa ya nabii hiyo inatoka katika kitabu cha Yeremia moja kumi. Yeremia moja kumi, unaposoma unapata kwamba e, kazi ya nabii ni kujenga watu kiroho e, kuleta faraja kwa watu katika neno la Mungu. Aha, hebu tuangalie tena aina za nabii, tukiangalia kwamba manabii kuna aina mingi ambaye manabii wanakuja style tofauti, tofauti. Ndio tunataka tuangalie, je, katika manabii ni nabii yupi ambaye ni unagundua una kwamba ni nabii yupi ambaye ametumwa na Mwenyezi Mungu. Tunapoangalia kazi ya nabii wako tofauti, e, tukianza na nabii Danieli. Nabii Danieli alikuwa ni wa kutabiri ndoto ambaye yale ambaye mambo ambaye yameshindikana mtu ameota ndoto anakuja na fani anatabiri, hiyo ilikuwa ni kazi ya Danieli katika Biblia. Tunaona pia Isaya alikuwa ni nabii pia ako na kazi yake. Yeremia alikuwa ni nabii pia ako na kazi yake, lakini sasa <coughs> e, tuangalie kazi ya e, aina za unabii katika Biblia. Tukiangalia unabii wa kiroho katika kanisa, kazi ya unabii, kazi ya nabii katika kanisa ni nini? Kupeana nini? Zawadi ya kiroho. Kupeana zawadi ya kiroho katika nini? Katika kanisa. Unaona kwamba e, anapeana kinjia gani? analeta watu, ana, ana, analeta watu katika faraja na anawapa matumaini katika hiyo kazi. Ndio unapata una kwamba eh, aina ya nabii lazima awe ni mtu ambaye anatoa eh, mwelekeo thabiti kutoka kwa nini? Kutoka kwa andiko la Mwenyezi Mungu. Hiyo unapata katika kitabu cha eh, Wakorintho wa kwanza 12:10. Unaposoma Wakorintho wa kwanza 12:10 unapata haya maneno. Ehe, tuendelee. Tunapata kwamba nabii pia wako wa kutabiri e, manabii wako ambayo wanatabiri. Tukiangalia kwamba nabii kama Danieli, ukisoma katika Danieli wa pili kuelekea, unapata kwamba Danieli alikuwa ni nabii ambaye anatabiri ndoto. So manabii hao ni wale ambao ni nabii wa ukweli katika Biblia. Tena tukiangalia katika e, kitabu cha tayo ishirini na nne pia utapata e, nabii ni mtu ambaye anatoa ushauri ama ni mtu ambaye anatoa mafundisho ya maisha ama maonyo na faraja katika nini, katika kanisa. Hiyo e, ndio aina za manabii wa ukweli. Ni kipimo gani ambaye utapata ya kwamba huyu kweli ni nabii wa ukweli ama huyu kuna nabii ambaye si wa ukweli? Kwa sababu katika ulimwengu huu tuko na manabii ambaye ni wa ukweli na manabii ambaye ni wa uongo. So tunaangalia, je, nabii wa ukweli ana nini katika e, e, nini? Ana, ana nini? Ana ana jambo gani ndio utajua kwamba huyu ni nabii wa ukweli. Tunaona kwamba e, ukiangalia katika ukiangalia katika Yohana wa kwanza First John 4 ukiangalia Yohana wa kwanza Chatuangalia hapo ee, Yohana wa kwanza nne moja utapata kwamba kuna kipimo cha kujua huyu ni nabii wa kweli ama ni wauongo. Ukisoma tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kumi na nane ishirini na moja na ishirini na mbili pia utapata aina wa nabii ambaye hako pale ee, nabii wa kweli unabii wake unafanya nini? Unatimia. Nabii wa kweli una, unapo kwamba huyu nabii wa kweli anapotabiri ama anapoongea jambo lazima lifanye nini lazima litimie. Hiyo unapata katika Kumbukumbu la Torati 18 22. Tuangalie katika nabii wengine pia tabii e, matunda ya nabii nabii, ama utakapojua e, ni wa ukweli lazima uangalie matunda yake katika maisha yake, anaishi namna gani, ama mambo yake anafanya na, mambo yake namna gani anapofanya mambo yake ananyoka kupitia e, maandiko tunajua kwamba anafuata ye nabii wa nini? Ye ni nabii wa ukweli. Hiyo unapata kwamba matunda yake ni aina gani, unapata katika kitabu cha Mathayo saba kumi na sita. Pia aina ingine ni ya kwamba anainua Kristo mwenyewe juu, sio yeye mwenyewe kujiinua. Unapopata nabii ambaye anainua jina lake, huyo si nabii wa ukweli, kwa sababu tunaambiwa kwamba Nabii wa ukweli anainua jina la Mwenyezi Mungu juu, sio jina lake mwenyewe. Hiyo unapata katika kitabu cha Ufunuo kumi na tisa kumi. Utakapoangalia katika kitabu cha Ufunuo kumi na tisa kumi utapata kwamba eh, ni manabii ambaye wa ukweli anafanya nini? Ana, anapatikana mahali pale kwa sababu hajiinui yeye mwenyewe bali anainua jina la nani? Jina la Mwenyezi Mungu na hebu tuangalia tena, umuhimu gani tunapata katika hawa manabii katika kanisa? e, unapoangalia nabii akiwa katika kanisa ako na umuhimu, kwa sababu e, analeta nuru wapi, anaweka analeta nuru palipo na giza. Kwa sababu gani? unapokaa katika giza, watu wengine wanatembea katika giza, wanaona kwamba wako katika nuru la nabii anapokuwa katika kanisa analeta nuru analeta mwanga palipo na giza palipo na uchafu, anakuja anafanya nini? Anaosha. Ukiangalia hiyo yu katika kitabu cha Petero wa pili e, Petero wa pili moja kumi na tisa, utapata kwamba kazi ya nabii katika kanisa ni muhimu sana, nabii akwe katika kanisa, kwa sababu watu wengi wanakuja na udanganyifu, ukangaufu na wadhaifu, naona wako na wadhaifua udhaifu wao, so wanatumia hiyo udhaifu wao Kuigadhambisha kanisa la nani? Kanisa la Mwenyezi Mungu. E, tunaona kwamba tukiendelea ni jinsi gani e, uongozi wa kanisa unaongozwa na nini? Na manabii. Maana kubwa ya kukaa katika hiyo unabii ni nini? Ukiangalia katika hiyo kitabu cha Wakorintho wa kwanza kumi na nne nadhibitisha neno la kwamba e, inathibitisha kwamba Mungu yuko ndani ya kanisa, kwa sababu nabii anapokuwa pale kwa kanisa na ana, anaondoa hiyo uchafu ambaye iko mahali pale, anawarekebisha watu katika njia ambaye inastahili, tunajua kwamba Mungu yuko mahali pale katika eh, mambo ya kanisa haya. Tunaangalia tena katika uongozi, katika uongozi wa kiroho inahitaji nani? Inahitaji nabii. Kwa sababu gani? unapokuwa katika uongozi wa kanisa itakikane uongoze jinsi wewe mwenyewe unapenda kuongoza, bali uongozwe na Roho Mtakatifu. So unapoongoza, tunaona kwamba Roho Mtakatifu anapokaa mahali pale na nabii anapokuwa mahali pale kupeana mwongozo, tunapata kwamba uongozi wa kanisa unahitaji sana nabii awe mahali pale, ili kila jambo lifanye nini, liwe linaenda sambamba. Kitabu cha Luka 12, 20, Luka 12, 42. Eh, tunaona kwamba Biblia inasema kwamba maana ya uongozo mu, uongozi wa unabii katika kanisa, Biblia inatuambia kwamba huyo e, msimamizi ambaye ni stewardship mwongozo ambaye anafanya nini, anaeneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu yani, ni msimamizi mwaminifu katika kazi ya nani? Katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunaona kwamba hiyo e, uaminifu unapatikana wapi? Unapatikana katika kitabu cha e, Wakorintho wa kwanza nne mbili, Wakorintho wa kwanza nne mbili, ambaye e, inasema kwanza nasema hivi inahitajika kwamba msimamizi awe mtu ambaye apatikanaye ap, ap, apat katika uaminifu. Hiyo ni uongozi wa nini? Wa unabii. Mtu awe mwaminifu katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Tena tunaangalia kwamba uongozi katika upendo, kuongoza katika njia ya upendo ni mfano bora, ambaye anafanya nini? Anawajibika ndani yake, akifundisha watu, huyo ni nabii, anawajibika katika kazi yake, alafu anaongoza kwa nini? Kwa mfano Hey, tukiangalia katika e, uongozo uongozo wa unabii katika mfano. Hebu e, tuangalie mfano ya kuongoza katika hali ya nabii anapoongoza. Ukiangalia katika Mambo ya Nyakati ishirini ama ishirini na mbili nasema mwamini nabii wake nanyi mtastawi. Mwamini nabii wa nani? Wa Mwenyezi Mungu katika kanisa, nanyi mtafanya nini? Mtastawi. Sababu gani? Sababu nabii anapopeana uongozi katika kanisa tunaona kwamba mambo yanaenda yakinyooka. Tena tunaona kwamba nabii anapokuwa katika uongozi anatoa maneno yake e, ama anatoa uelekezi katika mambo ya kanisa inakuwa laini. So tunaona kwamba ukisoma katika kitabu cha Methali 29 18 inasema kwamba pasipo maonyo watu huacha kujizuia. Kwa sababu gani? Nabii anakuja kuonya watu makosa yao ili wawache tabia yao ambaye si mzuri. So tunaambiwa kwamba eh, nabii anapotoa onyo lazima sisi kama eh, watumishi wa Mungu tufanye nini? Tujue ya kwamba nabii ametoa onyo na tujirekebishe, kwa sababu katika uongozi unapoongozwa na Roho wa Mwenyezi Mungu, unapoongozwa katika hali ambayo ni mzuri, unapata kwamba utakuwa unafunza una, una wengine pia hali nzuri, lakini unapoongozwa katika mwongozo mbaya, pia wewe utafanya nini? Utaongoza watu katika muongozo mbaya. So tunaambiwa kwamba tunapofuatana na maneno ya manabii tunaona kwamba e, una, una, una, unaangalia nabii mgani ambaye anastahili na matunda yake ni gani, unapoona na kwamba nabii matunda yake sio yale ambaye anatokana na Mwenyezi Mungu, huyo si nabii wa ukweli e. Tukiangalia katika, e, katika mwongozo na sauti ya Mungu, nabii anafanya mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu, ambapo nilisema pale awali. So tunaangalia kwamba, je, ukitaka kujua katika e, kazi yako na kwamba nabii anafanya kazi nzuri unamtambua kupitia wapi? Unamtambua kupitia kwa matunda yake. Ndio tunaambiwa kwamba katika ujumbe wetu wa siku ya leo tukisoma kitabu yetu ya, acha tusome kitabu moja hapa ambaye ni mm, Mambo ya Nyakati wa Pili ishirini ishirini. Inasema msimamizi mwaminifu anasimama mbele za Bwana wake na atasikia maneno haya Vyema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika raha ya Bwana wako. Hiyo ni tano, unapata katika kitabu cha nini cha Mathayo ishirini na tano ishirini eh, na moja hiyo, cha nisome kitabu cha Mathayo ishirini na tano ishirini na moja eh, soma kwa haraka ishirini na tano ishirini na moja. Ee, ambaye inasema Bwana wake atakwambia vyema uteua mtumwa mwema na mwaminifu, aliyekuwa mwaminifu kwa machache atakuwa mwaminifu juu ya mengi. Ingia katika raha ya Bwana wako. E, tunaambiwa kwamba e, nabii unapokuwa e, mwaminifu katika jambo dogo tu pia katika jambo kubwa utafanya nini? Utakuwa mwaminifu. So tunapoendelea kujifunza katika hiki kipindi cha unabii, ningependa ya kwamba e, tumwalike Roho Mtakatifu apate kutufunza mengi, ili kazi ya Mwenyezi Mungu ifanye nini, ipate kuelekea katika njia ambayo inastahili. Ningependa kuachia hapo kwa siku ya leo, e, kwa sababu ya muda. E, Jumamosi ijayo tutapata kuendelea, tujue ya kwamba kazi nzuri ama nabii wa kweli ama ni jambo gani ambayo tutaongeza kupitia kwa maneno ya unabii. So ikiwa na swali ama e, kiongezo, unaruhusiwa kuongeza pale ama kuweka ujumbe mahali pale, subscribe hapo katika chaneli yetu, ili tupate kuzamezana zaidi katika neno la Mungu. Mungu awezi wa kuwabariki sana. Hebu natuombe. Baba na Mungu wetu, tunasema ni asante, maana Baba uliona vyema tupate kujifunza kipindi cha unabii katika siku ya leo. Baba tunapozidi kujifunza tu mara wako mwema apate kutufunza zaidi. Baba mtazamaji wangu namkabidhi mkononi mwako, pia anapokuwa na ujumbe huu Baba hebu mbariki, mwongoze TV station yetu, hii tunaikabidhi mkononi mwako, pamoja na wafanyakazi wote, hoteli ya Kakamega Golf pia nawaweka mkononi mwako, wape nguvu, wape uwezo ili Baba apate kufanya kazi yako katika mambo ambayo inastahili. Kusema ni asante asante kweni Bwana mkozi wetu, naomba atakuamini amen. thank you. Thank you. Thank you Mungu awabariki sana.